Uh -huh. Yeah. Mzee ulikuwa tayari kuondoka bana, kweli, muda umefika na mm -hmm. Uh, muda ukifika inabidi yeah. ukapumzike leo hali ya... kila kitu kina muda wake. Hali ya hewa Dar es Salaam leo ni mvua kwa kiasi kikubwa na baridi yeah. kwa mbali Alhamdulillah. Huogopi? uh hapana -huh. Uh, uh -huh. Mimi hali ya hewa kama hii <laughs> nafurahi sababu... Uh -huh. Uh, watu walioazafika wanajua uh -huh. Cape Town hali kama hii inaweza hey. kachukua wiki nzima mwezi sema <laughs> <Hey. laughs> hey. so, manyunyenyeko kama hivi hey. mvua kile kuna hali nzuri kama hii, so mimi hali yao kama hii nakuwa naipenda au niambiaje? Mzee ujida, ndugu yangu, baada ya kufanyika kwa draw ya CAF Confederation Cup lakini yeah. pia CAF Champions League Uh, grupu moja ndo limekuwa likitamkwa sana grupu B. yeah. Unafahamu pale kuna JS Kabylie lakini pia kuna Young Africans, Al Ahly, Al Ahly, kuna AS FAR Rabat. Uh, ni kwa nini hili grupu linazungumzwa sana na hasa hapa Tanzania na badala ya kuyazungumza zaidi magrupu yote kwa sababu kuna timu nne mm. ambazo zimeingia katika hatua ya makundi. Uh, of course, ile group lazima lizungumzwe eh? mm. Uh, kwa sababu lina fakta ambazo makundi mengine mm. Timu zinazoshiriki makundi mengine mm. hiyo factor hawana. Tafadhali bwana, inakuwa pia haki ya Mungu, inakuwa pia, unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuona kama ni kitu rahisi mm -hmm. lakini imetokea coincidence mm -hmm. imekuwa hivyo mm -hmm. uh, Al Ahly JS Kabylie uh, mm -hmm. FAR Rabat yeah. Young Africans yeah. Hapo umetaja Tanzania, umetaja uh, Algeria, umetaja, umetaja Morocco na Misri. Na Misri mzee wangu. Eh. Mm -hmm. Young Africans si useme na bahati mbaya, au si ndio unalipo katika njia ya ukua mkubwa? Unajua uh -huh. hata mwaka jana uh -huh. kwenye Champions League Young Africans ndio kundi pekee limekusanya mabingwa wa nchi. Okay. Kama unakumbuka. Nakumbuka. Eh, yaani zile timu zote za kwenye kundi la Young Africans uh -huh. wale wote ndio walikuwa mabingwa kutoka kwenye nchi zao. Nchi zao so nafasi ya pili yeah. Mabingwa kwenye mabingo. Nchi zao sasa, u special group B eh, mzee mm. Uh, wa ujida Ali Mufti <laughs> ni yes. Kwamba mm. Kwanza kuna kitu ambacho kiko so special kwenye group team zote mm. uh, tukianza na Al Ahly. Al Ahly ndio club yenye mafanikio zaidi kuliko club yoyote barani Afrika. Sawa? Sioelewa? Na ndio club ambayo imekusanya makombe mengi zaidi ndani ya nchi ya Misri wakiwa... okay, okay. Uh, mabingwa mara mara arobaini na tano. Egypt Cup mara thalathini na tisa. mm -hmm. Super Cup mara kumi na nne. Champions League mara kumi na moja. okay. Uh, na ndio club ambayo imeshiriki club World Cup mara nyingi zaidi kuliko klabu yoyote barani Afrika. Barani Afrika. So, unaelewa? Sawa. Hilo, chukua kwa Al Ahly. Al Ahly. Twende kwenye klabu nyingine? Twende kwa JS Kabylie. Uh-huh. Ukifika Algeria, klabu maarufu zaidi dio. Algeria katika taifa la Algeria, eh, ni MC Alger pamoja na USMA e, e, eh, wachezaga na Yanga, fanali, eh, hivi ndio vilabu popular. Yes, ni kweli. Eh, lakini klabu iliofanikiwa zaidi ni, JS Kabylie. Ukienda Morocco, kuna klabu inaitwa FAR Rabat, timu ya jeshi hii. Timu Morocco, kwa ukubwa wa Morocco, watu wengi wanaitazama zaidi mm -hmm. uh, Raja Casablanca pamoja na, na We, Wydad. Wydad, lakini, tena uyo, uh, uh, lakini kuna mwamba pale mm kuna uh -huh. mwamba anaitwa Farabat huyu Farabat Farabat, yes. amekuwa bingwa wa Botola bingwa wa Botola, uh -huh. mara kumi na nne mara kumi na nne. Eh. na ni bingwa wa FA, unaelewa ya kwao, Jio. Moroko, uh -huh. mara kumi na tatu. Eh. kwa hiyo ukienda kwenye Champions League uh -huh. hawa ni mabingwa, Jio. Champions League uh -huh kwa mara kwa bingwa mabingwa mara moja. JS Kabylie ni bingwa wa Champions League mara mara mbili. Al Ahly ni bingwa mara kumi moja. na moja ukirudi kwa Young Africans, eh, eh. Sasa, ukitaka, eh. niambie chini. eh. eh. sasa. Sasa kwa Young Africans ni tofauti na wengine lakini huo tofauti unaouzungumza uto hapa ni utofauti ambao wewe kwa jicho lako la nyama unaweza ukaona Young Africans ni mdogo, ila kwenye sifa ambazo nimekutajia Young Africans ndio klabu pekee yenye mafanikio nchini Tanzania. Hakuna klabu nyingine. Kaka, hebu akumbushe kwanza, hebu tukumbushe Young Africans mm -hmm. Ndio klabu pekee yenye mafanikio ndani ya nchi ya Tanzania, Tanzania. Imechukua mara thelathini na moja taji la ligi kuu sasa. Yes, mm. Hivi ni NBC Premier League uelewa? Yes, okay. Ndio klabu pekee ambayo inaongoza kwa kuchukua kombe la kombe la shirikisho dio. Ambayo sasa inaitwa CRDB eh, ndio Federation Federation. Federation Cup uh -huh. Klabu pekee ambayo imecheza miaka minne kombe la so, shirikisho uh -huh. mfululizo uh -huh. bila kupoteza bila kufungwa hata kupoteza mchezo kabisa hata maana yake ni kwamba ili uweze kuwa mbingwa kwa FFA hiyo kwa maana ya shirikisho ni lazima usifungwe. Lazima usifungwe. Kwa sababu kule michezo yote inayochezwa ni knockout stage. Umeelewa? Rekodi imewekwa na Young Africans. Sasa, sasa pitia hizo hizo huo ukubwa. Umeelewa? Ndio. Young Africans ndio klabu pekee ambayo imefanikiwa zaidi na makombe nchini Tanzania. Al Ahly ndo klabu pekee ambaye imefanikiwa zaidi nchini Misri. JS Kabylie ndo klabu pekee ambayo imefanikiwa zaidi Algeria. Dio. FAR Rabat ni klabu yenye idadi kubwa ya makombe ndani ya taifa la Morocco. Dio. Sasa, umeliona hili kundi lilivyo. Na kwa taarifa yako, hakuna kundi lolote kwenye Champions League, Dio ambalo limekusanya idadi ya mabingwa wa Champions League kama kundi la Young Africans. La mabingwa na ni mabingwa kweli, kwa sababu ukiangalia na... hizo rekodi uh -huh. Ni mabingwa katika mataifa yao na wamefanya kitu. Unafikiri kuna sababu za wananchi kuogopa? Sasa unaogopaje kaka? Wewe si mkubwa kama wewe uh -huh. Kama leo hii nazungumzia JS Kabylie uh -huh. Ndio club imefanikiwa zaidi uh -huh. Ndani ya taifa la Algeria uh -huh. Ni bingwa mara kumi na nne uh -huh. Young Africans ni bingwa mara thelathini na moja wewe, yeah. O, unaogopaje JS Kabylie? Young Africans ipo kwenye hili kundi, sio kinyonge, na watu wote ambao wanaona labda Young Africans itateseka kwa namna moja au nyingine, ni watoe mashaka. Young Africans anaingia kwenye hili kundi kama miongoni mwa timu kubwa zenye sifa kubwa katika makundi yote, sio, unaelewa sasa? ha. tafuta wasifu wa hili kundi Alafu katafute wasifu kwenye makundi mengine, utaishia timu moja timu mbili, lakini hawa namme ni timu zote nne. Kwa hiyo kwa namna yoyote, ndio kaka mbungi itapigwa. Ah, <laughs> mbungi itapigwa bana. Nashukuru kwa muda wako Chidi. Uh, the heavyweight pundit. Ndio, begi tayari mgongoni.